Naibu waziri wetu wa TAMISEMI hapa tulipo ni shule ya sekondari ya wasichana ya Samia, shule ya mkoa ambayo imejengwa hapa Longido kwa zaidi ya shilingi bilioni 4 na milioni mia tano, na ni zawadi ya kipekee ambayo wana Longido wa Tanzania, wana Arusha wanaithamini kwa sababu tunajua urithi wa kweli ambao mtoto anaweza kuachiwa katika karne ya 21. Ni elimu. Kiangazi huja, mifugo hupotea hufa, mazao hufa, lakini elimu ikishaingia kichwani na utaalamu kaongezeka, jamii inajengeka. Sisi tunamshukuru rais wetu kwa shule hii na miradi mingi ya maendeleo ambayo imefanyika ndani ya wilaya hii. Hapa shuleni kwa kwa utatembea na kukagua uone kazi iliyofanyika hapa. E, nadhani upungufu wa pekee ambao nataka kusemea hapa na watoto wajue kwamba hatujasahau kilio chao ni haja ya kuwa na fensi kuzunguka shule hii kwa ajili ya usalama wa hawa watoto. Shule hii ni mojawapo ya shule 26 zilizojengwa Tanzania nzima chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika jitihada zake za kuelimisha na kuendeleza jamii ya Tanzania, hasa kwa watoto wa kike. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, lengo la mradi ni kuboresha mazingira bora ya ufundishaji na ujifunzaji katika shule ya sekondari na pia kuongeza idadi ya shule za sekondari katika wilaya yetu ya Longido na kupunguza msongamano wa shule zetu za sekondari ndani. Nimetembelea shule nyingi katika shule hizi 26 ujenzi wa awamu ya kwanza pamoja na awamu ya pili, nimekagua maeneo mengi mahala ambapo bwalo hili limefikia, ninyi mko mbele ya wakati kwa <laughs> shule zetu zote hizi, shule maalum, shule 26, Tanzania nzima, shule za sayansi, shule kwa ajili ya watoto wetu wa kike, shule ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kila shule ameweka zaidi ya bilioni 4.45. Ninamwelekeza katibu mkuu TAMISEMI shule hizi kuanzia sasa zitumie nishati safi na salama kwa ajili <laughs> ya majiko ya kupikia eh, zisitumie kuni. Katibu Mkuu TAMISEMI, tusaidie kuliweka vizuri hili, shule hizi zisipikie kuni ni shule kubwa, ni shule ambazo mheshimiwa Rais ameweka fedha nyingi na ameshaweka na miundombinu hiyo ya nishati safi na salama. Hakikisheni wizara, shule hizi zinatumia nishati safi na salama. Hilo la kwanza. La pili, nimetoka kuelekeza pale, miundombinu hii ya TEHAMA ambayo tumeifunga nchi nzima kwenye mashule yetu itumike kuendesha madarasa kwa mfumo wa kielektroniki. Mwalimu wa shule ya sekondari Mzumbe akifundisha physics, utengenezwa wa utaratibu wa mwalimu huyo kufundisha nchi nzima, mahala ambako tumeshafunga mifumo hii, ikiwemo shule hii ya sekondari ya Sanya. Mwalimu wa hapa Longido, kwa maana ya shule hii, akifundisha ashe experience na shule nyingine kwa kufanya hivi itatusaidia sana hasa hasa kwa masomo ya sayansi ku bridge ile gap ya upungufu wa walimu wa masomo haya. Jambo hili litekelezwe haraka. Nitumie pia nafasi hii niwaelekeze wakuu wote wa mikoa Tanzania nzima wahakikishe watoto wote ambao tulitaraji kuwapokea kwenye madarasa yetu ya awali wafike shuleni. Watoto wote ambao tulitaraji kuwapokea kwenye shule zetu za msingi darasa la kwanza wahakikishe wamefika mashuleni. Lakini vivyo hivyo watoto wote ambao wamefaulu kujiunga na fomu 1 ambao wa, wataendelea na masomo yao ya fomu 5 wote wahakikishe wamefika shuleni. Ipo sheria ambayo imeweka ulazima wa, wa elimu kuanzia shule ya msingi na sekondari ni elimu ya lazima. Asiwepo mzazi wa kukwamisha watoto kupata haki yao hii ya elimu, ambao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka fedha nyingi kwenye eneo tu la shule za sekondari, ameweka zaidi ya trilioni moja nukta moja nukta tatu mradi wa SEQUIP na ameweka trilioni moja nukta moja tano kwa mradi wa BOOST pamoja na miradi mingine, amepeleka miundombinu kwa nchi nzima. Kwa si haki watoto wa Kitanzania kukosa kufika madarasani. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, ninawaelekeza, hakikisheni watoto wafika shule.